Kabla ya Kenya kupata uhuru mwaka elfu moja 1963, eneo la Northern Frontier District linalojumuisha kaunti za sasa za Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo na sehemu za Marsabit lilikuwa kitovu cha mjadala mkubwa wa kisiasa. Watu wa eneo hilo ambao wengi wao ni wa Somali walitaka kuungana na Jamhuri ya Somalia badala ya kubaki ndani ya ramani ya Kenya. Mnamo mwaka 1962 serikali ya kikoloni ya Uingereza iliandaa kura ya maoni ili kupata maoni ya wakaazi wa eneo hilo na kuangalia mustakabali wao wa kisiasa. Matokeo ya kura hiyo yalionyesha kuwa zaidi ya asilimia themanini ya wakazi walipendelea kuungana na Somalia. Hata hivyo, Uingereza haikuheshimu matokeo hayo na badala yake iliamua kujumuisha NFD ndani ya Kenya huru. Uamuzi huo ulisababisha hasira na hali ya kutoridhika miongoni mwa Wasomali wa kaskazini mashariki, jambo lililopelekea kuzuka kwa vita vya shifta wo kati ya mwaka 1963 na mwaka 1967, vita vya chini kwa chini kati ya serikali ya Kenya na wapiganaji waliotaka kujitenga na jamhuri. Tukio hilo la kura ya maoni linabaki kuwa moja ya sura muhimu katika historia ya Kenya, likionyesha changamoto za utambulisho wa kitaifa, mipaka ya kikoloni na uhusiano tata kati ya serikali kuu na jamii za kaskazini mashariki.